Habari, kwa jina naitwa Malila Hery, ni certified financial educator lakini pia ni certified project professional, nikiwa nimebobea zaidi kwenye kutoa ushauri, kutoa elimu mbalimbali inayohusiana na mambo ya fedha, mambo ya biashara pamoja na upande wa projekti mbalimbali. Kwa mwaka huu wa 2025 nimekuandalia programu kuu nne kwa ajili ya kutoa mafunzo elimu na ushauri mbalimbali. Programu ya kwanza inaitwa Financial Inclusion module, ni elimu hii inahusu mambo yote yanayohusiana na mambo ya fedha kwa ujumla wake. Lakini programu ya pili inaitwa Credit Management module, ambayo nayo imejikita zaidi kwenye mambo yote yanayohusiana na mikopo. Lakini programu ya tatu inaitwa Business Ready module. Hii imejikita zaidi kwenye mambo yote yanayohusiana na biashara, mfano kuandaa mipango ya biashara, uanzishwaji wa biashara, jinsi gani biashara tunaweza tukazikuza na kuandaa mahesabu ya biashara. Yote hiyo inaingia kwenye group la business related module, na modu ya mwisho inaitwa project management modu. Hii ni maalum kwa wale wafanya biashara ambao wanapenda kufanya biashara zao, lakini kupitia project maalum, mfano kuwa na viwanda. hawa wote wanafaidika kwenye hiyo kuanzia project, kuanzia stage ya kwanza designing, kuanzisha project ni namna gani, project tunaweza tukaziendeleza kuzikuza, zote hizi zinaingia kwenye grupu hii la project management modules. Tutakuwa na aina kuu tatu ya utoaji wa elimu hii. Namna ya kwanza tutatoa elimu, mafunzo, ushauri kupitia online platform, manake watu watakuja watajiunga kwenye platform zetu mbalimbali mbali, na tutaenda kutoa mafunzo yetu kupitia njia hizo, lakini pia tutakuwa na in house delivery. Hizi ni namna maalum ambazo kikundi fulani au watu maalum kulingana na mahitaji yao maalum watawezeshwa kupata elimu hizi kulingana na mahitaji yao upon their. Request. Mfano, wafanyabiashara wanaweza wakaamua kuwa na kikundi chao cha biashara, wakaamua kuomba kwamba tunaomba uje utufundishe mambo yanayohusiana labda na mambo ya business plan preparation, au tunaomba utusaidie utufundishe ni jinsi gani ya kufinance project, au tunahitaji tupate elimu inayohusiana na nini, mambo yote yanayohusiana na maandalizi kabla ya kupata mkopo, baada ya kupata mkopo au na wakati wa kupata mkopo, hizi zote tukasema ni in-house delivery, zitakuwa designed kulingana na mahitaji yale ambayo mteja wetu au watu fulani au kikundi fulani au taasisi fulani itaamua ku, ku, kuomba. Lakini pia tutakuwa na hizi structured physical training and facilitation sessions. Hizi ni session ambazo tutazitoa maalum. Sasa hizi zitakuwa ni zile ambazo tutakuwa tunafanya kupitia conference rooms, training session mbalimbali tutakuwa na maeneo maalum ambayo tutatangaza kwamba tutakuwa tunafanyia wapi hizo semina, kipindi gani na wakati gani, basi tutaweza kushare kwa kupitia hizi program. Hizi zitakuwa ni mass program ambazo zitakuwa zina watu wengi. Programu zetu tunategemea zianze mwezi wa tatu, na kama tulivyosema katika hizi modu, hizi modu zote nne na zenyewe ndani yake zitakuwa na sub topic nyingi. Kwa hiyo sasa katika kila, kila modu tutakuwa na, na topic nyingi sana ambazo tutakwenda kwa ujumla, tutakuwa na programu zisizopungua programu hamsini ambazo tunategemea kwa mwaka huu tuweze kuzifanya kwa sababu kuna mambo mengi sana ambayo tutahitaji tuweze kuyafanya ili jamii yetu na wateja wetu waweze kunufaika nayo kwa ajili ya kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku kuanzia maisha nyumbani, kazini, kwenye biashara na sehemu zingine zote. Sasa kwa utangulizi tu, tutaanza na somo kidogo tu linaloitwa ujumuishaji wa kifedha. Ujumuishaji wa kifedha kwa lugha nzuri na lugha iliyozoeleka inaitwa financial inclusion. Financial inclusion kwa Kiswahili chake ni ujumuishaji wa kifedha, ni somo ambalo linahitajika sana kwa ajili ya kuwaandaa watu kujua mambo yote yanayohusiana na fedha kwa ujumla wake, kabla hatujaanza kuchanganua kipengele kimoja kimoja kimoja kimoja kimoja kimoja. Kwa somo hili ni la ujumla wake, ujumuishaji wa kifedha, au kwa jina inaitwa financial inclusion, kwa Kiswahili. Kwa kupitia hili somo tutaweza kuelewa nini maana ujumuishaji wa kifedha, lakini pia tutaweza kujua ni nani anahitaji zaidi elimu hii ya ujumuishaji wa kifedha lakini pia tutaweza kuchunguza vipengele muhimu. Je, ujumuishaji wa kifedha una unakava vitu gani hasa, unajumlisha nini na nini na nini? Lakini hatutaishia hapo, tutaangalia nani wahusika wakuu katika ujumuishaji wa kifedha. lakini pia tutaangalia muundo mzima wa ujumuishaji wa kifedha katika nchi yetu umekaa vipi, kuanzia upande wa mamlaka utekelezaji, lakini pia hata sisi tunasema players wengine tuna tumejipangaje? Lakini pia tutajua ujumuishaji wa kifedha unatupa faida gani sisi kama wananchi, kama serikali na taasisi zingine. Lakini pia tutaangalia, je, kuna changamoto zote ambazo zipo kwenye ujumuishaji wa kifedha. Lakini mambo mwisho, tutakuja kuangalia kipengele kinachoitwa dhana potofu kuhusu ujumuishaji wa kifedha. Kwa katika haya yote tutaona kwa ufupi wake, kwa sababu hii ndio sehemu ya kwanza kabisa kutufungulia milango ya kabla tujaanza masomo yetu yale maalum kwa kila kipengele kimoja baada ya kingine. Kwa, kwa namna moja nyingine, tunasema elimu ya kifedha leo, uhuru wa kifedha kesho. Ikiwa namaanisha nini? Kama tutaweza kupata elimu nzuri ya fedha leo, ina maana kwamba kesho tutakuwa tumeshaelewa elimu hiyo na kuweza kuitumia vile ipasavyo. Tukianza kwa utangulizi tu kwamba ujumishaji wa kifedha inamaanisha nini? Ujumuishaji wa kifedha unarejelea mchakato wa upatikanaji na matumizi ya aina mbalimbali za bidhaa na huduma rasmi za kifedha zenye ubora wa hali ya juu, zenye manufaa, zenye bei nafuu na ziwe na uendelevu. Kwa hapa tunaangalia, tunajua kwamba kumbe ujumuishaji wa kifedha sio tu upande wa fedha peke yake, lakini inajumulisha mambo mengi, lakini jambo la kwanza ni upatikanaji wa hizi huduma, lakini namba mbili, je, huduma zinazopatikana, je, tunazipata kwa gharama ipi? Sio hivyo tu, je, tunaweza kuzitumia vipi? Sio hivyo tu, uendelezaji wake uko wa namna gani? Na hizi huduma za kifedha ziko za aina nyingi sana, mojawapo ni kuanzia malipo. Tunazungumza miamala yote ya malipo ya kifedha inafanyikaje? lakini tunakuja kuangalia upande wa akiba, lakini tunakuangalia upande wa mikopo, tunakuja kuangalia upande wa bima, tunakuja kuangalia upande wa mafao, tunakuja kuangalia uwekezaji. Kwa vyote hivi tunaviangalia katika upande wa ujumuishaji wa kifedha. Kwa hiyo sasa, kwa ufupi, kumbe ujumuishaji wa kifedha sio tu fedha peke yake, hapana, ni mchakato mzima unaohusu fedha kwa ujumla wake, upatikanaji wake, matumizi yake, gharama zake, uendere, uenderezwaji wake katika namna mbalimbali. Kwa hiyo tunasema ujumuishaji wa kifedha ni haki ya msingi, si fadhila. Kwa hiyo kumbe, wewe mimi, kujua elimu hii inayohusiana na mambo ya fedha ni haki ya msingi sio fadhila. Walengwa, ujumuishaji wa kifedha unalenga kila mtu katika jamii yetu, watu binafsi, familia. Tunavyozungumza familia hapa, tunazungumza baba, mama na watoto. Swala la fedha, watoto wanatakiwa kuanza kufundishwa wakiwa bado watoto, ili waweze kuwa na elimu hii iwasaidie katika mahitaji yao na katika matumizi yao mbalimbali mbali katika maisha yao, lakini pia inahusu wanawake na vijana, jamii za vijijini, wajasiriamali na wamiliki wa biashara ndogo ndogo na kubwa, wanafunzi na wataalamu mbalimbali mbali. Biashara na wajasiriamali, biashara ndogo ndogo na za kati, makampuni yanayoanza, jamii ya kiraia na mashirika ya maendeleo, mashirika yasiyo ya kiserikali, taasisi za elimu, wawekezaji na wafadhili na mashirika ya kimaendeleo. Kwa ukiangalia kwa ujumla wake, utaona walengwa wakuu wanaohusiana ujumuishaji wa kifedha, kwa Kiingereza tumesema ni financial inclusion, ni kila mtu katika jamii, kuanzia ngazi ya mtu binafsi, taasisi, serikali na hata pia katika upande wa biashara. Somo hili au elimu hii inahitajika zaidi wadau mbalimbali katika hili. Tuna wadau mbalimbali, kwa kiingereza tunasema players au stakeholders, ni jamii yetu kwa ujumla wake, lakini kuna wale wadau wakuu zaidi ambao wanahusika zaidi. Tuna Benki Kuu ya Tanzania, tuna wizara na mashirika ya serikali, tuna taasisi za kifedha zenyewe, mfano mabenki lakini pia tuna kampuni za fintech na waendeshaji wa huduma za fedha kwa njia ya simu, hapa tukizungumza mitandao ya simu, mashirika ya kimataifa na wakala wa maendeleo, mamlaka mapato Tanzania, tuna kampuni za bima, tuna mashirika mafao ya kijamii, tuna soko la hisa la Dar es Salaam, wanafunzi na wataalamu wa fedha, mashirika yasiyo kiserikali na wengine hao wote wanahusika moja kwa moja katika ujumuishaji wa kifedha. Tutakaanza kuyachambua yale masomo yetu moja baada nyingine. Tutakuja kuangalia benki kuwa anafanya kazi gani? Je, tunavyosema soko la hisa Dar es Salaam, je, kupitia soko la Dar es Salaam sisi kama wadau mbalimbali tunafaidika vipi? Je, tunatakiwa tuna maarifa tutakayopata tutayatumia vipi ili tuweze kuwekeza kwenye soko kuu la hisa. Kwa yote hayo tutayapata kwenye vipengele vipengele muhimu katika ujumuishaji wa kifedha hapa. Tutaenda kuangalia elimu ya fedha na uelewa, ambalo hii itakuwa ndio sehemu kuu ya mafunzo yetu kwa kipindi chote cha mwaka huu wa 2025 ambacho tumeandaa elimu ya fedha na uelewa. Tunataka kila mtu ajue elimu ya fedha kwa ujumla wake, lakini aelewe matumizi yake na namna mbalimbali za kutafuta pesa kutumia pesa kuendeleza pesa na, na, na watu wengine man, kadha wa kadha. Lakini pia tutaangalia upatikanaji wa huduma za kibenki. Tutaangalia pia mifumo ya malipo. Tutaangalia upatikanaji wa mikopo na mitaji. Tutaangalia ulinzi wa watumiaji, kwa Kiingereza unasema consumer protection. Tutaangalia mazingira na udhibiti. Tutaangalia huduma za kifedha za kidijitali je, yeah. Matumizi ya simu yanatusaidia nini sasa hivi katika mambo ya kifedha? Tutaangalia maendeleo ya miundombinu, upatikanaji wa mawakala benki, ATM na matawi ya benki yenyewe. Yote hii vinaingia katika mfumo na mchakato mzima wa ujumuishaji wa kifedha lakini pia tutaangalia huduma za bima. Je, kwenye bima tunanufaika na vitu gani? Je, kwenye bima, je tuna, tuna nini ambavyo kiko pale? Sisi tunaweza tukanufaika vipi na bima mbalimbali mbali zilizopo katika nchi yetu? Kwa hiyo hayo tutakwenda kuyapitia moja baada ya nyingine katika masomo yetu yanayokuja. Manufaa ya ujumishaji wa kifedha, tunafaidika vipi na hii elimu inayohusiana na, na ujumishaji wa kifedha? Ya kwanza itatusaidia katika upatikanaji wa huduma za kifedha. Yawezekana watu wengi tumejua kabisa kwamba huduma za kifedha ni kwenye mabenki tu, lakini je ni kweli kwenye mabenki tu? Vipi kuhusu kampuni za bima? Vipi kuhusu ama kampuni ya, ya, ya pensions hifadhi za kijamii? Vipi soko la hisa ya Dar es Salaam? kuna chochote tunazoweza kupata kule? Ndio, hii yote kwa ujumla itatusaidia kupata hayo, lakini itatusaidia kuwezesha kufanya maamuzi bora ya kifedha. Hapa tutaangalia matumizi, akiba pamoja na uwekezaji, tutaviangalia hivyo vitu vyote, kuboresha ustawi wa kijamii na kiuchumi, upatikanaji wa mikopo na mitaji. Kwenye hili tutaangalia, je, kabla sijapata mkopo natakiwa nifanye nini? Nikiwa na mkopo natakiwa nifanye nini? Yote haya tutaangalia lakini pia tutaangalia utulivu wa kifedha na usalama. Tutaangalia mageuzi ya dijitali na ubunifu. Tutaangalia usawa wa kijinsia na ujumshaji wa kijamii. Zamani tulizoea wanaokopa ni wanaume. Je, ni kweli wanaokopa ni wanaume tu? Wanawake hawataki kukopa? Vijana hawataki kukopa? Tutaangalia yote hayo. Je, kuna faida gani vijana na wanawake wakikopa? Ujuzi wa elimu ya fedha kusaidia biashara ya ujasiriamali, uraia wa kufanya urahisi wa kufanya malipo Mfano, kufanya malipo kwa urahisi na haraka, bila kuanza kufanya bila kuathiriwa na sababu za umbali. Hapo tunazungumza miamala kupitia njia ya simu, miamala kupitia internet na miamala kupitia platform mbalimbali, tunaweza kuzifanya kwa hiyo. Hii tunasema ni faida, lakini pia tumekuwa kuna dhana potofu, kumekuwa na dhana potofu ya haya mambo yanayohusiana na ujumuishaji wa kifedha. Dhana mojawapo inasema ujumuishaji wa kifedha ni kwa watu maskini pekee. Kuna watu wanaamini au imezoeleka kwamba watu wanaotaka kujifunza haya mambo ujumuishaji wa kifedha ni wale watu maskini, lakini kiukweli, hapana. Hii ni kwa kila mtu. Tajiri anahitaji awe na hii dhana ya kifedha, awe na hii elimu na ujumuishaji wa kifedha, maskini, mtu yeyote yule anahitaji kupata elimu hii ya ujumuishaji wa kifedha dhana. Ya pili, kuwa na akaunti ya benki kuna maanisha mtu amejumuishwa kifedha. Ni kweli, lakini haishi hapo, huduma za kifedha ni nyingi zaidi. Kwa hiyo, sio tu ukishakuwa na akaunti peke yake inatosha kwamba wewe umeshajumuishwa kifedha. Hapana, kuna mambo mengi zaidi na zaidi ambayo utakwenda kuyaona nje na akaunti lakini tuna dhana nyingine nasema, ujumuishaji wa kifedha unamaanisha tu kutoa mikopo. Ni kweli, lakini sio hilo tu, sio tu kutoa mikopo. Kuna huduma nyingi, tumeona kuna huduma za uwekezaji, kuna huduma za kufanya saving, kuna huduma zinazohusiana na malipo ya mafao, kuna huduma za bima, kuna biashara. Yote haya ni muunganiko unaojumuisha ujumuishaji wa kifedha almaarufu kwa Kiingereza, financial inclusion. Benki za kidijitali na fedha za simu ni kwa ajili ya vijana pekee. Wengi wanaamini kwamba haya mambo ya kimitandao tandao, mambo ya intaneti, sijui mambo si ya electronic banking, si na nini, vyote hivi ni kwa ajili ya vijana tu, lakini kiukweli, hapana, mtu yeyote yule anafaa kutumia hizi platform za kidijitali ili aweze kurahisisha kufanya shughuli zake nyingi za kimiamala ya kifedha kwa urahisi zaidi. Kwa hizi na nadharia zingine nyingi tutakwenda kuziona tutakavyoanza kusoma masomo haya. Kikubwa tu ni kwamba uhakikishe haukosi series ya masomo yetu tutakayoanza mwezi wa tatu. Katika changamoto kubwa tulizonazo ni kwamba elimu ya fedha inazidiwa na mahitaji. Hapa ndipo ambapo tunawaletea hizi programu, lengo kuu ikiwa ni kuhakikisha kila mtu anapata elimu ya kifedha kwa upana wake, kwa upana wake, ili aweze kuwa na elimu ya kutosha kukidhi mahitaji mbalimbali. Kwa hiyo niwaombe, kuanzia mwezi wa tatu tutaanza masomo haya kupitia platform mbalimbali, lakini mwezi huu wa pili tutaanza kufanya usajili kwa wale ambao watakuwa tayari, basi tutaweza kutuma hiyo linki na fomu kwa ajili ya kujaza, ili tutakapofika mwezi wa tatu tuweze kusaku, kuanza kusoma haya masomo yetu. Tafadhali usikose, usikose, usikose. Ni muhimu sana kusoma masomo haya ambayo tumeyapanga kwa sirizi maalum. Asanteni sana.